Karibu uisikilize simulizi hii nzuri ya mabalaa yaliyomkuta mrembo baada ya kuachwa msituni na basi. Ni jioni ya huzuni na mashaka kwa Lucy. Chumba kidogo alichokaa na mwanaume aitwaye Sam kilikuwa kimya. Sam alikuwa amekaa juu ya kitanda. Macho yake yametawaliwa na mashaka. Lucy alisimama, akitetemeka, machozi yakianza kujaa machoni mwake. Mama yangu yuko mahututi hospitalini, Sam. Daktari amesema tunahitaji pesa haraka kwa ajili ya matibabu. Nimechoka kusubiri. Lucy alisema kwa sauti iliyojaa simanzi. Sam alishusha pumzi ndefu. Lucy, naomba uvumilie kidogo. Nitajitahidi. Nitatafuta pesa kwa ajili ya matibabu ya mama. Tafadhali naomba unielewe. Lucy alimtazama kwa uchungu. Alimpenda Sam kwa moyo wake wote, lakini upendo hauwezi kulipa bili za hospitali. Alishika begi lake dogo na kugeuka. Sam, sijui nitafanya nini, lakini tambua mama yangu hawezi kusubiri hivyo. Usije kunilaumu kwa chochote. Lucy alisema na kutoka nje, moyo wake ukipiga kwa kasi. Mkono wake ulitetemeka aliposhika simu. Hakuwa na chaguo lingine. Akaandika jina moja kwenye simu yake: Mateo. Aliweka simu sikioni, huku moyo wake ukimdunda. Baada ya sekunde chache, sauti ya mwanaume ilisikika kwa shauku. Lucy, ni wewe? Ulikuwa wapi? Asante kwa kukumbuka kunipigia leo, jamani! Mateo aliuliza kwa sauti ya furaha. Lucy alijilazimisha kutabasamu ingawa roho yake ilikuwa nzito. Kesho nitakuja kukutembelea Mateo. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha Mateo akacheka kwa furaha. Hilo ni jambo zuri, nitasubiri kwa hamu sana kipenzi. Alihitaji pesa, Mateo alikuwa na pesa, hilo tu ndilo lilikuwa muhimu kwa sasa. Lucy alipomaliza mazungumzo na Mateo, hakutaka kusubiri hadi hiyo kesho ifike. Akihisi mzigo mzito moyoni, aliamua kuondoka muda huo huo ili kumsurprise Mateo. Hakutaka kufikiria sana kuhusu uamuzi wake, ili mradi tu mama yake apate matibabu. Hilo ndilo lililokuwa muhimu kwa sasa. Aliyafunga mabegi yake haraka na kutoka nje. Lucy alijifariji kuwa angalau kila dakika aliyopoteza ilikuwa ni kwa ajili ya mama yake. Alitembea kwa haraka kuelekea stendi ya mabasi. Alipofika stendi, alikuta basi moja likijiandaa kuondoka. Alikimbia haraka, akalipa nauli, akapata siti karibu na dirisha. Dakika mbili baadaye safari ilianza. Barabara ilikuwa ndefu, basi likatembea kwa kasi huku mwanga wa barabarani ukipotea taratibu. Kila mmoja ndani ya basi alionekana mchovu, wengine wakijaribu kulala, wengine wakitazama nje kimya kimya. Lucy alijiegemeza kwenye kiti chake, akili yake ikizongwa na mawazo mazito. Alimfikiria Sam, je, alikuwa sahihi kumsaliti kwa ajili ya mama yake? Pia alimfikiria Mateo, je, alikuwa na uhakika kuwa msaada wa Mateo hautakuja na gharama zozote mbaya? Hakika alikuwa njia panda, lakini akautuliza moyo wake akiwaza, na liwe na liwe. Jua lilianza kuzama na mwanga wake wa machweo ulikuwa wa kuvutia. Ghafla basi lilisimama, dereva alitangaza kwa sauti nzito akisema, tumefika sehemu ya kupumzika, wanaohitaji kujisaidia mshuke, mna dakika tatu tu. Lucy akiwa amechoka, alihisi haja ya kuvuta hewa safi, akashuka. Alitembea mbali kidogo na kundi la abiria, mawazo nayo yakaendelea kumwelemea. Akajikuta anajisahau akazidi kwenda mbele. Ulikuwa msitu mnene pembeni ya barabara. Lucy alipotaka kurudi, akasikia mlio wa injini ikiunguruma. Moyo wake ulishtuka. Aligeuka haraka, basi lilikuwa limeshaanza kuondoka. Subiri, alipiga kelele akianza kukimbia, lakini bila mafanikio. Aliona vumbi likipotelea angani ikimaanisha jambo moja tu. Ameachwa msituni. Lucy alihisi mwili wake ukitetemeka. Wala hakuwa na simu mkononi. Aliiacha kwenye kiti chake. Lucy alisalia peke yake katikati ya msitu mnene. Giza nalo likaanza kuchukua nafasi yake taratibu. Giza lilizidi kutanda na upepo wa usiku ulianza kushika kasi. Alisimama kwa muda akijaribu kutuliza akili. Hakukuwa na gari jingine lililopita, hakuweza kurudi nyuma na hakujua alikokuwa anakwenda. Hapo ndipo aliposikia sauti, ni sauti za binadamu wakizungumza. Lucy alishtuka na kuogopa, lakini baadaye akakumbuka huenda akapata msaada kutoka kwa watu hao. Aliamua kusogea kidogo akinyata taratibu. Alijificha nyuma ya mti mkubwa na kuchungulia. Alishtuka tena baada ya kuwaona watu walioshika mishumaa. Walizunguka eneo dogo lililo wazi, joho zao nyekundu zikipepea taratibu. Wawili kati yao walikuwa wamevaa suti nyeusi, walionekana kuwa watu wa hadhi kubwa. Mbele yao mwanamke mmoja alikuwa amepigishwa magoti akitetemeka kwa hofu. Mmoja wa watu wale aliinua kisu chenye mpini wa dhahabu akakinyoosha kuelekea shingoni kwa mwanamke huyo. Moyo wa Lucy ulidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Alichukua muda kutazama sura za waliokuwepo. Macho yake yaliposimama kwa mmoja wa waliovaa suti nyeusi, ulimwengu wake ulipinduka, moyo ukamlipuka. Pa, ni Mateo! Ndiyo, ni Mateo, mwanaume aliyesafiri kwa ajili yake. Lucy alijihisi kuishiwa nguvu. Mwanamume aliyemkimbilia kwa msaada ndiye aliyesimama pale akishuhudia na kushiriki kafara ya damu. Alitaka kugeuka na kukimbia, lakini alipiga hatua moja tu, mguu wake ulikanyaga kijiti, kilivunjika kwa mlio mkali. Watu wale wote waligeuza macho yao kwenye giza. Mmoja wao alitoa amri kwa sauti nzito, nani yuko hapo? Ndipo Lucy aliposikia sauti za vishindo ikianza kumfuata kwa kasi. Mungu wangu, nimekwisha, alisema Lucy kwa sauti ndogo iliyotawaliwa na hofu. Je, nini kitafuata? Lucy atakuwa salama? Vipi kama Mateo atamwona Lucy? Majibu ya maswali haya utayapata katika sehemu ya pili na ya mwisho ambayo tayari ipo hapa YouTube katika chaneli hii ya Simulizi za Sauti Mixi. Tafadhali ili kupata simulizi nyingine nyingi usiache kusubscribe chaneli hii. Pia usisahau like na komenti. Karibu sehemu ya pili.